Rais wa Marekani Donald Trump juzi Jumatano yu ameongeza ushuru katika bidhaa zinazoingia Marekani kutoka nchi mbalimbali. Nchi iliyoongezewa ushuru kwa ukubwa zaidi ni China, imeongezewa ushuru wa asilimia hamsini na nne. Lakini pia kishangaza watu wengi sana ni kuona pia kuna nchi ya washirika wa, wa Marekani na yenyewe wameongezewa ushuru. Mfano Mwingereza kaongezewa asilimia kumi, Mjapani kaongezewa, Korea ya kusini imeongezewa, au wote ni washirika wa, wa Marekani na viongozi wengi sana wamelalamika kutokana na kwamba, unajua, ushuru ukiongezwa, wao inawawia vigumu kuendesha uchumi katika nchi zao, na wananchi watawalalamikia wao. Wananchi hawatajali kwamba Trump kaongeza kwa ushuru wao, watajali kiongozi kwamba ndo kasababisha hali imekuwa ngumu ya kufanya biashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo viongozi wengi wanalalamika na hiki ndio kitu ambacho leo nakwenda kukiongelea. Hii ni Rachel Robin Online TV na jina langu mimi ni Rachel Robin. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe kwanza kupata video zangu kama hizi, sharing is caring, usisahau kushare ili unawajali wenzio katika kupata taarifa za kidunia. Haya, tuangalie sasa katika uh, ili swala la ushuru. Unajua Donald Trump ana sera moja kama ya marais wa zamani wa Marekani, sera ambayo inakwambia Marekani kwanza Muona yani, yeye anachojali ni maslahi ya Marekani kwanza kabla ya maslahi ya mtu yoyote. Hii ndio sera ya marais wa zamani wa Marekani. Kwa msiofahamu katika kahistoria kafupi, Marekani bwana, ilipata uhuru mwaka 1776 ilisaidiwa sana katika kupambania uhuru na himaya ya Wafaransa. Wamarekani na jeshi lao la Continental Army ilikuwa likiongozwa na George Washington walisaidiwa sana na mfalme wa Ufaransa kwa pesa, silaha na kila alichohitaji. Kilichofanyika ni kwamba walipopata uhuru, yule mfalme wa Ufaransa akawa yeye kule kaanza kuishiwa. Kwa hiyo yeye akawa hana hela sasa ya kuzungushia uchumi. Wananchi wakaanza kulalamika, maisha magumu, unaisaidia unawasaidia kule wa Marekani, wakati huku maisha magumu hivi na hivi ko, wananchi wakakasirika, sasa tunakupindua. Kwa hiyo watu wakataa kumpindua pale, maisha yake akawa hatarini, kipindi hicho mfalme akipinduliwa anauliwa. Akawaomba Wamarekani wamsaidie, Wamarekani walikataa. Akaomba basi, nipeni hifadhi, nasemekana kwamba basi, naomba mnipe hifadhi, niko maisha yangu, walikataa. Walikataa hata kumpa hifadhi, wakamwambia hatuwezi kuingilia maswala ya Ulaya. Sisi tunachoangalia sasa hivi ni kitu chochote chenye maslahi na sisi Wamarekani, kwa hiyo kusema kwamba tukusaidie, ina maana wewe unataka kutuingiza sisi katika matatizo ya bara la Ulaya, na sisi hatutaki kuingilia matatizo ya bara la Ulaya. Kipindi hicho bara la Ulaya ndio kwenye himaya kubwa zilizotawala dunia nzima. Kwa hiyo kipindi hicho bara la Ulaya kulikuwa kuna matatizo, matatizo kweli kweli, na ndio maana vita kuu zote mbili za dunia zimetokea pale. Umeona, kwa hiyo Wamarekani wakasema hatuingilii. Kwa hiyo yule mfalme akauliwa, aliyowasaidia wapate uhuru. Je, Wamarekani walikuwa na roho mbaya kufanya hivyo, kuangalia sera ya Marekani kwanza na kuacha kwa kumsaidia hata mtu aliyowasaidia pata uhuru, hakuna baya waliofanya, kwa sababu hii ni siasa na kina, kwenye siasa kila mtu anaangalia maslahi. Kivipi? huyo mfalme mwenyewe wa Ufaransa aliyekuwa anawasaidia wa Marekani, sio kwamba alikuwa anawasaidia kwa sababu alikuwa anawapenda sana, alikuwa anawasaidia kwa sababu alikuwa anataka hasimu wake Muingereza alikose lile koloni la Amerika ya Kaskazini, ndio maana alikuwa anawasaidia, lakini si kwa sababu alikuwa anawapenda sana. Kwa hiyo ile ilikuwa ni uh, ambao wate wana kwa hiyo, wmarekani wanajua kabisa hio kwamba ukutusaidia kwasabbu unatupenda uko unaangalia maslahi yako, ummalize nguvu Mwingereza kwa kukosa makoloni, ili wewe uwe na nguvu dhidi yake. Na sisi tunaangalia maslahi yetu, kwa sasa maslahi yetu si kuingilia mambo ya Ulaya. Je, sera ya Marekani kwanza iliwafikisha wapi? imewafikisha kuwa na uchumi namba moja duniani leo hii. Turudi sasa katika swala zima la ushuru aliongeza Donald Trump. Ushuru aliongeza Donald Trump ni watu wengi wanahofia kwamba sasa itakuwaje. Ni kweli ni kitu kibaya. Marekani ni nchi yenye uchumi namba moja duniani. Kukuongezea we ushuru ni lazima utapigika. Kwa hiyo ndio maana marais wengi wanalalamikia sana hii issue. Umeona? Lakini nataka tu, nawakumbusha kwamba mambo ya ushuru huwa yanauma kote kote. Kwa hiyo hata Wamarekani pia wataumia, kuna namna wataumia, yani hawatafaidika asilimia mia. Na wenyewe pia kuna kilio watalia. Ndio haya mambo yalivyo. Kivipi? Yani, let's say China imeongeza ushuru asilimia hamsini na nne. China ni ndio nchi namba moja kwa kuongoza kufanya biashara duniani kwa sasa. Wanafanya sana biashara kuliko nchi yoyote ile duniani. Kuliko hata hao Wamarekani wanafanya biashara. China ndio wanaongoza kwa kufanya biashara, lakini mteja mkubwa wa mchina ni nani? Mteja mkubwa wa mchina ni Mmarekani, ndio mteja wao mkuu. Kwa hiyo, kwa kuongezewa ushuru mkubwa kiasi hiki, maana yake ni kwamba ni kweli China wanakwenda kuumia katika hili, lakini in case ikitokea kwamba China wakashindwa kukaa katika meza ya mazungumzo na Wamarekani kuona watafanyaje hili swala liishe, au wapunguziane huo ushuru, China nao watajibu mapigo, na hivi ninavyoongea, wameshajibu mapigo Umeona, wanaongeza na wenyewe ushuru. Kama China nao wanaongeza ushuru, maana yake ni kwamba na Wamarekani nao wafanyabiashara wao nao watalia kama ambavyo wafanyabiashara wa China wanalia, na wafanyabiashara nao watalia. Ndio maana tunasema masuala ya ushuru uwaga hayao pande moja, huwa ni maumivu kwa pande zote mbili. Marekani ana nishati yani, ana mafuta, ana gesi, ana madini, ni nchi yenye utajiri wa asili mwingi. Wanauza bidhaa zao sehemu mbalimbali. Mmoja sehemu wanakouza bidhaa zao sana, sana, sana kuongeza ushuru kumjibu Marekani, maana yake ni kwamba yale makampuni ya Kimarekani yanayopeleka nishati China yanayopeleka madini China maana yake ni kwamba na wenyewe wanakwenda sasa kupata shida katika kufanya biashara kwao, wataanza na wenyewe kumlaumu rais wao Trump, humo ndani ya nchi kwao, wataumia na wenyewe. Kwa hiyo hili swala huwa linaumiza pande zote. Umeona? Ndio maana mwisho wa siku watu huwa wanakaa katika meza ya mazungumzo, na ndio maana nchi nyingi huwa zinakwepesha sana hii vita ya ushuru, kwa sababu wanajua wapa kwamba huwa inaumiza pande zote mbili kwa sababu yule unayempiga mkubwa, na yeye lazima ajibu mapigo, na yeye kuweka ushuru katika bidhaa zake ambazo unauza nchini mwake. Katika hii dunia nchi zote zinategemeana, hakuna nchi inayomtegemea ambayo inajitegemea yenyewe, zote zinategemeana. Umeona? Kwa hiyo lazima na wewe, kuna vitu unachukua kutoka katika nchi zao. Kwa hiyo wenyewe wataangalia jinsi ya kupata wewe, ili na wewe ufanyaje, uweze kupata yale machungu ya ushuru. Kuna nchi maskini zimeongezewa pia ushuru, za Afrika kama Lesotho imezaongeza ushuru mkubwa sana wa asilimia hamsini nchi za Afrika. Unajua hizi nchi kubwa wanaweza wakakaa na Trump wakaweza kujadili. Lazima Trump kufanya yote haya, kuna mawingi, kuna mambo anayataka katika hizi nchi kubwa, anataka katika meza ya mazungumzo ili wakijadili aweze kupata vile anavyotaka katika zile nchi, umeona? Au pia tu, kuna nyingine tu anataka kuzikomoa, umeona, kwa sababu Trump pia naye ana sifa ya Sometimes kutaka kwa mfano, kama kuna nchi ambayo labda ilewani na anasifa pia kuweza kuwaadabisha watu mm -hmm. kwa hiyo, kuna nyingine pengine labda tu anataka tu kukomana nazo, lakini kuna nyingine pengine kuna jambo analitaka. Kwa hiyo anataka kunegotiate nao, let's say tuliona mfano, alisema kwamba anataka kuchukua mfereji wa Panama, lakini kumbe ilikuwa ni kama kitisho tu ili kuwafanya wa Panama wakubali meli za Marekani zipite bila kulipa ushuru. Kona katika haya mambo pia anaweza kaka, kuna vitu wanavitaka China, ndio maana kaambia Mchina anakuongezea asilimia 54 ya ushuru ili wakae katika meza ya mazungumzo na kwa nchi nyingine kubwa kubwa hivyo hivyo. Kwenye nchi za Afrika, nchi za Afrika tunapo vitu ambao wanavitaka wa Marekani tuna madini unaona eh? Kuna vitu wanavitaka tuna madini tuna nishati kuna vitu wanavitaka. Kwa hiyo inawezekana pia na hata katika nchi za Afrika, lakini Trump anaweka sera sana na Afrika. Yaani Afrika huwa imemkalia kushoto Donald Trump. Kwa hiyo sasa kwa Afrika, nataka na niongee kwenye swala zima la Afrika, tutaumiaje kwa Afrika? Tutaumia sana, kwa sababu sisi huwa tunauza vitu vingi zaidi Marekani kuliko sisi tunavyonunua vitu vya Marekani, kwa sababu vitu vya Marekani sisi kuvinunua ni gharama, uchumi wetu ni mdogo, lakini sisi kupeleka vitu kwao kuuza, tunapata faida. Pesa yao iko vizuri, iko juu yetu, umeona eh? Halafu kule kuna soko kwa hiyo tunapata faida kwa kile tunachokiingiza sisi kutoka Marekani ni kikubwa kuliko kile sisi tunachokinunua tunacho, uh, tunachokinunua kutoka Marekani. Na hicho kitu kinamkasirisha Trump, lakini Trump anatakiwa aelewe kwamba sisi uchumi wetu ni mdogo, kwa hatuwezi kumudu kununua vitu vya Marekani. Ndio maana hatuwezi kumuungisha kama vile anavyotaka yeye, kwa sababu anataka pass kwa pass, kwamba sisi tunanunua sana kwenu na nyinyi lazima mnunue sana kwetu. Inakuwa ni ngumu kumuungisha kama anavyotaka kwa sababu ya uchumi wetu sisi ni mdogo unaona, eh? Kwa hiyo tunaendelea kuangalia matokeo ya haya yaliyoyatangaza Trump yataendaje? Kuna nchi zitapunguziwa au t